E, bana uh, tunakwenda kwake e, mheshimiwa Zungu na yale ambayo yamefanyika, unafahamu bwana, unapozungumzia mjini eh yeah. e, unapozungumzia jiji e, jiji bwana ni Ilala, eh? Yeah. Yeah. Eh, e, unapozungumzia jiji? Jiji ni Ilala. Eh, sasa unapozungumzia jiji ni Ilala, na Ilala bana, yako mambo mengi yamefanyika pale, tunafahamu she kwenye mo mambo, mambo ya afya yamefanyika mengi sana mengi. Pale kuna kituo cha afya yeah. cha Mchikichini, mmoja kati ya vituo vikubwa. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ametia kitita cha mana, fedha nyingi zaidi ya nadhani zaidi ya milioni tano zimetumika pale yeah. kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya ambacho tayari tunaona kinaendelea kwenye hatua nzuri. mara ya yeah. mwisho tuliona mkurugenzi alitembelea pale wakati yeah. ya hatua lila umwagaji zege ile hmm. Katika moja kati ya floor za jengo na mkurugenzi alishiriki, pamoja na hayo kufanyika bana uh, maana kituo kilikuwa kina kulikuwa kuna mkwamo mkwamo hivi yani hmm. Kituo yani ch cha muda mrefu kwa maana tangu imepangwa hmm. kuendelea kufanyika ujenzi, lakini katikati kama kuna udilei ukafanyika hi okay. Pogolo akaingilia kati. Hmm. E, Maberi akasimamia pale hmm, akasema, inawezekani inawezekani, bwana unawachelewesha wananchi e, kupata e, huduma za afya e. Na moja kati ya mambo ya msingi bwana e, ama huduma za msingi ni huduma za afya afya, kwa wananchi e, hmm. kwa sababu unajua afya ndio ndio msingi wa maendeleo katika taifa hmm. Aa, kama wananchi wanakuwa aa, wagonjwa maana yake kazi haziwezi Kufanyika. Hata kwenye familia, baba akiumwa, watoto hawezi hawezi kupata chakula, mm. kwa sababu baba hawezi kutoka kwenda kutafuta. Kutafuta riziki eh, baba anaumwa eh, mm. kwa hiyo tunataka kuona mambo yanakwenda, yanakwenda eh, kwa kasi kubwa na tunaiona amwage zege mpaka mm. anamwaga zege anamwonyesha mkandarasi bwana, na sisi tunaweza wameonyesha mfano. Sasa tuende tukaangazie kwenye upande wa mambo ambayo imefanyika kwenye e, jimbo la Ilala, na jimbo la Ilala pamoja na changamoto e, e, kutatuliwa kwa asilimia kubwa, miongoni mwa changamoto ambazo huwa zinaikabili jimbo la Ilala, ndio, ndio. E, au, au kilio chao kikubwa wao wanachokitaka bwana mi, mi, mi, mitaro Barabara, barabara, miundombinu ya barabara. Unakwambia si atutaki pembejeo za kilimo hapa, talima wapi bwana? Mjini utalima lami e. e, <laughs> nini sasa hapa mjini ukimfuata e, okay, mzee Bwana Saadi Kimji anakwambia yeah. ah, sisi bwana tutaki pembejeo bwana, yeah, yeah, eh, kwa okay, sababu unajua eh, yeah. Mheshimiwa rais huwa anatuaga zile ruzuku za pembejeo yeah, ndio, ndio. kwenye masuala ya labda eh, pembejeo za kilimo ndio, kutombolea yeah. na nini kunapelekwa kidogo eh, eh, kusini huko yeah, kwenye wa, e, watu wa walimaji wa, wa korosho eh. Lakini anakuambia mjini hapa sisi tunachokitaka bwana lami, lami. Eh, lami zimeendelea kutandikwa mm. ah, eh, kila upande Kariakoo umu, umu. Unateleza karibu kila mtaa eh, hey. Hey, barabara za lami zinanyoshwa katika vipande vipande ambavyo vimekuwa vikijengwa na hii ni kazi kubwa ambayo ina eh, imekuwa ni sehemu ya ahadi Hey, hey, ama ilani, ilani hey, ambayo, na ahadi zimewekwa. Mbunge wakati anakwenda kuomba kura, alisema barabara zetu tutahakikisha kwamba zinapitika, ndiyo, ndiyo. Sasa miongoni mwa mikakati ambayo imewekwa na serikali ni kwa kuhakikisha kwamba miundombinu ya barabara inawekwa sawa, ana kama kuna kilio kikubwa watu wanakililia barabara, au wanakisubiri kwa hamu ni barabara. Barabara. Barabara hasa Mdp. Mradi wa DMDP, DMDP awamu ya pili iko bala kinasubiriwa kina kwa hamu kubwa sasa, yeah. Uh, kimsingi DMDP awamu ya pili ilisainiwa ili nakumbuka uh, pale Mwembe Yanga mkuu mm, okay. uh, yeah. wa mkoa akiwa uh, sehemu ya watu walioshuhudia utiaji saini okay. ule wakurugenzi hawa wa halmashauri zote wote walifika pale teneke pale, yeah. sasa mambo yakoje Naeba, na? Labda, labda, labda tuwakumbushe eh, tu, tu, tu, tu, ndugu wasikilizaji mm, ukizungumzia DMDP uh, unazungumzia Dar es Salaam Metropolitan Development Project uh, hicho uh, ni kindengereko, kindengereko. Eh, kwa Kiswahili ni, ah, ni, ni mradi wa, wa, wa, wa, wa, wa uendelezaji wa jiji la Dar es Salaam eh, na, na, na, na DMDP pia imegusa ime maeneo tofauti tofauti sio barabara tu. Ukizungumzia utekelezaji uh, huu wa, wa, wa mradi huu wa DMDP, manake unahusisha ujenzi wa miundombinu katika barabara, ukarabati uh, wa, wa, wa, wa, wa maeneo mbalimbali ya wazi, uboreshaji wa maeneo ya wazi, maeneo ya, ya, ya, ya kupumzikia, hata masoko Hey, hata hey, masoko pia nakumbuka uh, Kiwalani kule eh hey, hey, amepata barabara lakini soko soko la Kiwalani ambalo limetokana, limetokana na, na, na, na DMDP lakini pia mm. na, na, na, na madaraja eh hey, madaraja au uwekaji wa taa za barabarani eh hey, lakini pia tukumbushe tu, tu pia ni uje hizi za stendi za stendi hizi pia zinahusishwa na, na, na mradi wa DMDP. Na hapo unazungumzia pia stendi ya ya Kinyerezi daladala Kinye hey. <laughs> <laughs> ni, ni, ni, ni sehemu ya matunda ya mradi wa DMDP ya mradi wa lakini pia mradi huu wa DMDP, hmm. hu, DMDP tuwakumbushe ni, ni fedha zinazotokana na, na mikopo kutoka Benki ya Dunia na wadau mbalimbali wa World Bank. maendeleo e, ya. Yeah. Kwa hiyo DMDP hata mimi pia naisubiri kwa hamu eh? e, kwa sababu tunaona matunda na mafanikio ya, ya mradi huu wa DMDP katika maeneo mbali mbali. Sasa, bana wakati unaona hayo matunda bado kuna maeneo watu wanasubiri kwa hamu ya kuona mbona ah, kimya? Zii, mbona tangu jambo liliposainiwa kimya sasa e, takwenda hapa kumsikia msimamizi yeah. wa, wa mradi wa DMDP kwa hapa jiji la Dar es Salaam ah, okay. yeah. e. akitoa ufafanuzi mbele ya wananchi moja kwa moja, moja, yeah. kwa moja. alipopigiwa mm -hmm. simu na naibu spika katika moja ya mikutano yake ya hadhara wakati anasikiliza na kutatua kero za wananchi e, Musa Hassan Zungu alizungumza na msimamizi wa mradi wa DMDP. E, bana mbona kimya bwana, na tulikuwa na changamoto. Injinia msimamizi wa mradi huu nimemwita kwenye simu atueleze kwanza hatua iliyotoka, tupofika tunatakwenda wapi? Injinia karibu

Isipokuwa ile ni uhakika kwa sababu jambo limekaa muda mrefu na tunaelewa mahitaji ambayo wananchi wamekuwa wakilalamikia kilalamikia kwa muda mrefu. Kwa hiyo ni jambo ambalo kitu mkoa tukilazimika tukijitahidi kwa uwezo wetu kulipush. Na hapa ninapokuambia, tayari kila kitu kimekamilika, mkandarasi wote amepatikana na wiki ijayo tutakamilisha hizi taratibu za kwa Attorney General na kwa hiyo mwezi wa wiki hiyo inaokuja ya inaofuata ndio tutasaini mkataba. Na kwa hiyo mwezi wa tatu wakandarasi wanapaswa kuwa site. Haya, asante. Sipotokea vipi bwana, tupige albadili albadili au eh mtu hiyo maana, kwa sababu wananchi wanahitaji sasa. Amejaribu kumtania hapo kwa kuchagiza, mm. Ile bwana vipi, kwa sababu watu wanasubiri sana. Mbona mipango haiwi? Na no, ukizingatia yeye ndio mwakilishi wa wananchi wa Jimbo la Ilala mm.